Asante, naitwa Dr. Judith Mhina Spendi. Mimi ni mwenyekiti mtendaji wa PMM Group of Companies. Ninashukuru TCCIA kwa ugeni mkubwa tuliobarikiwa kuwa nao leo kutoka nchi ya Iran. Iran ni ndugu zetu na tunashukuru sana TCCIA pamoja na serikali nzima kwa ujumla ya awamu ya sita kutoa nafasi kwa wageni kututembelea sisi na tumejifunza mambo mengi sana kutoka kwa delegation iliyotoka Iran. Sisi tuko kwenye logistics, tuko kwenye dry port, tuko kwenye mambo ya usafirishaji baharini, shipping line businesses, na pia tunafanya mambo ya importation. Tumeshukuru kuwa na ujumbe huu kwani umetuletea mambo mazuri sana ambayo yatasaidia kukuza uchumi wetu hapa Tanzania. Hawa watu wana teknoloji ya kutengeneza chuma, teknoloji ya kutengeneza meli. Uh, wana mafuta, wana vitu vingi sana ambavyo tukishirikiana, nchi yetu itakuwa kiuchumi, kwani tumetambua kwamba GDP yao ni kubwa sana, na tukiwaiga hata pasenti ishirini Tutakuwa tumepanda sana. Sisi PMM tunashukuru serikali, tunashukuru TCCIA kwa ujumbe huu, na utatufanyia mambo makubwa sana. Asanteni. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.